Ok bwana, nakusalimu popote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV ambacho kinapatikana mashariki mwake DRC huku Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana. Basi tunapatikana wilayani Afrika, na hivyo kikaribisho, ukiwa humo na hata umarekani azia osiania na hata huko Ulaya wao kabisa wamekaribishwa katika kipindi hiki kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Tunakupasha habari katika ulimwengu mzima ikiwa zimeonekana tu na kujia ili kupasha habari na hivyo hususani zaidi kuweza kukupasha sasa mashariki mwake DRC. Na ni kukuweza kupasha katika aina za habari kutokana kabisa na hali ya usalama. Ungana nasi mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki mimi niweze tu kukupasha habari na hivyo, lakini pia kuweza pia kujiunga kwenye alama ya subscribe hapo chini au sabone ikiwa YouTube yako ni ya Kifaransa, na kuweza kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu kwa ujumla kwa wakati wote hule mwafaka. Nakuomba basi kuweza kunifuatilia katika vipindi hivi na kuweza kukupasha habari ya usalama katika mashariki mwake DRC hususani kivu ya kusini. Basi ikiwa leo tariki 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ikiwa leo hii juma nne ambako nakuletea habari ambazo ziliweza kujiri huko maeneo ya Walungu katika maeneo ya Kidodobo ambako Walungu inapatikana katika Kivu ya Kusini, ikiwa katika majira ya saa mbili na nusu ambako wahasi wa SM 23 walikuwa wakijielekeza na magari yao kuweza kujielekeza katika tarafa la Mwenga ambako wanaendelea kabisa kuweza kuchimba madini katika hali ya uharamu kabisa ambako hawakuweza hata kuruhusika na serikali ya Kongo kuweza kuchimba madini katika maeneo hayo. Kulingana na vyanzo vya habari vimeweza kuonyesha ya kwamba mapambano hayo yaliweza kujiri katika mida hiyo ya saa mbili na nusu ambazo gari zilikuwa zinatoka kuenda huko maeneo ya Tuangiza na hivyo, walipofika katika maeneo ya Kidodobo ambako si mbali sana na Chidao, ni katika barabara namba mbili kuu kabisa ya nchi ya DRC, ikiweza kuonyesha waliweza kuingia katika mtego waasi wa FCM 23 katika maeneo hayo ya Kidodobo na hivyo kuweza kuonekana vifo vya waasi wa FCM 23 wengi kabisa. Gari hizo zinaweza kuondoka kuweza kuingia katika tarafa la Mwenga na hivyo kuweza kuonekana wakibeba mafuta ya kwamba iwapate kuwasaidia kule ambako walipo katika maeneo ya Tuangiza, lakini hali ambayo iliweza kutokea mbaya ngambo ya waasi wa FCM 23 na kuweza kuonyesha kuweza kupoteza wengi kabisa ngambo yao. Lakini kutokana tena pia na vyanzo hivyo vya habari vikiweza kuonyesha ya kwamba hali hiyo ya usalama kuwa mbaya katika maeneo hayo imeweza kupelekea usafiri kabisa kukatika katika muda huu, yani kutoka Bukavu kuingia Walungu wala kutoka Walungu kuingia Bukavu, hakuna tena namna ya kupita kwa kutokana na hali hiyo ya wasiwasi wasi katika maeneo hayo kutokana na mapambano hayo ambayo yaliweza kujiri katika maeneo hayo

baada ya huko Walungu na mara moja najielekeze katika tarafa la Uvira. Tarafani Uvira ni maeneo ambako kumeweza kusikika milio ya risasi na hali ya usalama kuwa mbaya kabisa, ikiwa Kivu ya Kusini ambako waasi wa FCM 23 baada ya kushika maeneo ya Uvira na kuweza pia kupambana ili ya kwamba wapate kupita Fizi na kushika maeneo ya uko Kalemi, ikiwa jimboni Tanganyika. Na hivyo mapambano hayo kuweza kujiri sana vikali kabisa na kuweza kupambana dhidi ya wazalendo ambao wanaungwa mkono na jeshi la Kongo FARDC. Niweze kukujuza kwamba hayo yote aliweza kupitikana katika wiki ambazo iliweza kupita, lakini kuweza kuleta utata ambao unaweza kuonyesha mahali kamilifu ambako wazalendo wanaweza kupatikana na wahasi wa FCM 23 wanaweza kupatikana lakini vyanzo vya habari vinaweza kutuonyesha ya kwamba hali hiyo imeweza kutatanisha sana na kuonyesha ya kwamba jambo ambalo imeweza kuonyesha kuchanganyikiwa kwa watu na kutukujua wapi uhakika wanaweza kusimamia waasi wa FCM 23 na kuweza kuonyesha wizi ambao uliweza kufanyika na waasi wa FCM 23 katika maeneo ambako wanaweza kushika hususani zaidi katika maeneo ya kuanzia Kigongo na kuelekea ngambo za huko Luanga ambako wanaweza kabisa kuonekana na kushuhudiwa waasi wa, wa FM23 lakini chanzo hicho cha habari kinaweza kutuonesha ya kwamba hali hiyo ya waasi wa FM23 kuweza kuonekana katika vijiji hivyo vidogo vimeweza kuonyesha wamehiba madawa katika hospitali, mbuzi, ng'ombe ambazo zimeweza kuonekana kwamba ni vifugo na mali ya wakaaji katika maeneo hayo ayo yote yakiweza kuthibitishwa naye doktop mtoto wa idepes. Ya sehemu sasa kwenye M23 iko kuanzia kuporo mpaka kigongo, yani tunasema ambrefe kuanzia kuporo mpaka kigongo M23 njo kumu maeneo njo wanazibiti mpaka kigongo mpaka sehemu banaita Luhanga kule Makashombe, M23 iko pale. Maana yake kama uko pale mluhanga utezo kangalie makobola ni kilomita tu kidogo, na makobola benye bako pale mluhanga pale kukona ya Kalomo. Ukishashikua pale mluhanga unaangalia ka nyumba za makobola zile za kwanza kwanza pale banaita Kashenye, so M23 iko pale njo kwenye banashimamia. Sasa tunasema kuhusu ngambo ya milima. Hey, bandugu yangu

M23 inazibiti karonge karonge tena, yani unatoka muheta karonge ni yulu ya kifuta. M23 inazibiti pale, M23 inazibiti kifuta. M23 iko uku kwa mburugu nayoa, mnayoa kwa mburugu. Kwa mburugu kama uko pale kwa mburugu, unangaliaka poro, unangaliaka kigongo katongo, unangaliaka kila eneo. M23 iko kwa masazo kuchini ku plage. Njo kwenye bako pale tena ya M23 iko iko pale mukashasho pale, mkigulwe kumilima Kigongo. M23 iko mkigulwe, M23 iko pale Kabagwe. Kabagwe tena ni kumilima Kabimba. M23 iko Kashombe, nilisha sema Muluhanga. M23 iko ku milima ya Kashombe Muluhanga fasi banaita Misingwe. M23 iko pale Kabo Mulonda, M23 iko pale. M23 iko Gomba Gomba, na yua wenye wanaishi Gomba wanayua Gomba ya yeah. Unapanda katoso unainuka, unapanda, unashuka, unaingia mpaka Gomba. M23 iko kule ni hatari na kwambia, M23 iko Kiambula, hiyo milima yote na esabia maanake, kwanzia mamuheta Karonge, Kifuta, unashuka unaingia Gomba unakuya mpaka Misingwe, huku kote makabwa mulondele, milima yote M23 inatanda kule, njo kwenye M23 inazibiti. Kwa ile siku ya leo, niko naongea M23 inazibiti ile milima yote tuko tunataka tupane information nyeko sahihi kwa wakongomani wote wenye kuishi mteritori ya Uvira na Makobola vilevile mzoni ya Fizi, wanapaswa wapate hizo information. Hapana kukuwa mnatupatia bazalendo, kukuwa mnatupatia ma information za bongo. Kwenye hamuzibiti mnatuambia eti mnazibiti pale, kumbe M23 njoo iko pale. Hii ni source na tuinforme kwa leo, kwenye M23 inazibiti maeneo yote ya M23 inakamata sasa bitu ambavyo viliporwa na M23 Kigongo Katongo, hopitali ma madawa ziliporwa, Kigongo Katongo, mamadawa mambuzi mangombe kila kitu, na kwenye dikota yabo kwenye iko iko pale Kanyabululu mbele Kanyabululu ngambo ya yulu kuko kanisa yenye banaita ele yake. Iyo kanisa ko ng'ambo ya yulu nanje, kwenye kuko mabiro za M23 nanje, kwenye kuko kila kitu balipora, balienda lundika pale. Mama dawa, mamadawa mama chakula, mambuzi, mang'ombe, manguruwe, yani kila kitu balipora mkigongo na katongo viko pale. Kwa hivi, wazalendo a ke mkishasema muende musantre mukamate ile sehemu, mtakamata mama dawa, machakula, mambuzi, kila kitu biote viko pale bana stoke mwa hiyo kanisa liko pale, so bako bana kamata sasa, bana chagula vile vyenye batenda kuuzisha banatia magari zabo banaenda uzisha mauvira. Ndio informasyon tunapata hili. So kwa hiyo tunawasi sana wazalendo, mulisha pata information yuko sahihi na raia ilishapata pata information kutokea kwa top dog yuko sahihi. Tunawasi wazalendo kufanya kazi yenu wa ndugu zetu wazalendo, mulikuwa mnatuambia kama muna franforo zinakuya za kukuya kufungula kukamata Uvira. Mpaka leo hii tunasubiria Uvira ikamatiwe, yaka Uvira yakamatiwaka. Je, mungali munachunga ranforo? Munachunga hamuna mabunduki masilaha? Hakuna mtatuambia nini? Tunahitaji mu, yani mutwambie nini nakosa, kwa sababu masasa zilishaingia, drone ziko pale, mabunduki ziko pale, kila kitu muko nakyo Makobola pale kwenye muko, mungali mnasubiria nini? Raia inateseka kwenye naishi, raia inataka ikombolewe, hatuyi kama mnasubiria nini. Hapa Misingwe kwenye naongelea yulu ya Luhanga semu, banaita Misingwe pale. Misingwe kama uko pale Misingwe ni kelike kilometre na Makobola santre kilometre tu kidogo. Kwanza kama uko kumilima Msingwe ukishatia bunduki pale, kwa ile mlima utaweza piga Makobola, makobola ya kwanza So tunawasi sana wazalendo na jeshi ya FRDC, njo informasion tunawaletea, njo kwenye M23 inazibiti. So kwa hiyo tunawahitaji mfanye, mufanye kazi jisi inapashwa kufanyika, mwache mambo ya uzembe, mwache mambo ya kumanipule population, mfanye kazi ambayo mulifata katika kazi ya kijeshi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ni topdoge tena navangukia stotodps, tunawashukuru sana. Na kwa yote le mwenye atapata hii audio aisambazi. Leo tuko tariki kumi na mbili mwezi wa kwanza 2026, njo tunatosha hii sauti kupana informasio nyiko sahihi kutoka kigongo na katongo mpaka Uvira. Asanteni sana, Mungu awabariki, mersi. Na pia hivyo ni kupashi habari ikiwa mjini Baraka, tarafani Fizi, kivu ya kusini ambako kumeweza kuripotiwa na kuweza kuonyesha katika majira ya saa sita za usiku, ambako katika maeneo ya Ibaz ni kata moja ambayo imeweza kusifika kwa ufanyaji vya biashara katika maeneo hayo mjini Baraka, ambako katika mida ya hizo saa sita za usiku kumeweza kuingiliwa katika maeneo ya biashara kufunguliwa milango tano na hivyo kuweza kuingiliwa na watu ambao wasioweza kujulikana. Hali ya usalama ikiweza kuripotiwa mbaya kabisa katika maeneo ya mji wa Baraka. Hali hiyo haikuweza kufurahisha na kuweza kutoa wito kwa wakuu waweze kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kabisa kusawazisha mambo ya usalama ikiwa katika mji wa Baraka. vile na viongozi wa territoire territorial. Nasema tena jambo kwa wote, tumesikia message ya reunion e, kia changia asubuhi ya leo. Ni habari ya uzuni kidogo, ni uzuni kwamba sisi aibaze tumetembelewa na wizi e, walifaulu kubomoa milango Tano, tano, milango tano hivyo e, lakini ku mulango walikuta muko batu wakabeba ma, makuta eh, huko nyingine milango ilikuwa ni masalo masalo, bado milango yote ilikuwa kule axe ya eh pale kupanda ku paruasi kupa e, utoke nje ya nyumba ya Nehemi kupanda ku paruasi milango yote ambayo ilikuwa pale yote ilibomolewa mwisal balibomola milango yote eh, o walibeba vile milango tano, libomolewa ilikuwa mazero. Kwa hiyo napenda kujulisha wakuu, wakati wanaingia mvikao na kutana wakuu, wakuwa vingine ma wachuruzi, wanaomba security, tunaomba security eh, alibomola milango tano, kubomola kuacha milango wazi. Asante sana kusikiliza mwema, tunaomba hiyo wakuu viongozi mziti kututetelea huku kwenye vikao vikuu, na wafugwa nji mwajulisha hiyo habari kama kwa ibazi waliiba walifunja milango tano, eh, rm nasema pole kwa, kwa wali wa milango lakini, njoo raporo yaibu siku ya leo nenaapea siku yaleo leo aku ni nikaona. Asante sana. Ni mwili asi ya mabatiri, pale chini ya Simeoni, eh, okay. Ikiwa baada ya hayo natumalizie basi huko katika sekta ya Lulenge katika kijiji cha Angole ambako chanzo cha habari kinaweza kuturipotia na kuonyesha ya kwamba mapambano yaliendelea kujiri kuanzia usiku hadi kuamkia asubuhi na kuweza kuonyesha ya kwamba huko kuliweza kupambanwa kati ya wazalendo na jeshi la FARDC kupambana dhidi ya waasi wa FCM 23 katika maeneo huko. Jambo la kuweza kufanya mapambano hayo makubwa iliweza kuonyesha mapambano hayo makubwa, na kuweza kabisa kuonyesha jeshi ambalo liliweza kupatikana katika maeneo ya huko na Lulenge, na mapambano hayo yakiweza kujiri katika maeneo na kwenye mlima wa mambokoma katika mlima huo, mapambano yanaendelea kujiri na hivyo kuwafanya jeshi la FARDC kuweza kurudi nyuma na hivyo kuweza kuwapatia wahasi au wadui fursa ya kuweza kufika katika kambi yao na kuchukua mambo yaliyo muhimu na kuondoka nayo. Thibitisho langu ni kwamba umefika tamati katika kipindi hiki. Basi ninakuomba tena kuungana nami katika vipindi vingine. Wewe ukiwa una maneno ya kusema basi unaweza uka comment na kuweza kusambiezea watu wengine ili wapate habari zetu mapema. Ninakuomba pia hata kuungana nami ikiwa wewe ungaliwa mpya katika channel hii ili kwamba upate kufaidia mengi hususan katika hali ya usalama na mengineyo katika ulimwengu. Na hivyo ninakuomba hata kabisa kuweza kuwatumia wengine ili wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Tutakutana tena ukae chonjo. Asante.